Ibn Taimiya alikuwa akiona mbali, asema akthar ma yufsid dunia, vitu mara nyingi wenye kuleta ufisadi katika dunia, nisfu mutakallim. Ni nusu ya mutakallim, akusudia mutakallim aliyosoma ilmu tauhidi, nusu mtu amesoma kidogo, ataka kutoa fatwa za tauhid, Mungu uko kadhaa, Mungu uko kadhaa, Mungu uko kadhaa, huwa ataleta matatizo, nisfu mutakallim nisfu mutakallim huyo ataleta matatizo, na kweli watu namna hiyo heta matatizo, hakuna maraji' kafia aliyosoma na akaelewa, amesoma kutayib, kutayibat sandwichi zile zidude zidogo zidogo ataka kutoa fatwa na atoa fatwa nisfu mutakallim. Ibnu Taimiya asema ndio wa kwanza katika katikenye ku haribu dunia, tauhidi kidogo kusoma, nusu fatwa tayari wa nisfu mutafaqihin na mwenye kusoma fiqihi nusu kidogo, soma kijitabu chake, ikiwa, ikiwa, ikiwa ni risala, ikiwa ni duraru, ikiwa ni muqararati zile za Sudani za Libya za Saudia za wapi, muqararati kidogo amesoma, si lazima iyo ni risala na safina, lakini amesoma fiqihi kidogo, hoyo naye ni mwingine wa kuleta matatizo so. wa nisfu mutatabibin na daktari nusu amekwenda kusomea kidogo, amefungua hospitali yake na mashallah, zimejaa hospitali siku hizi. Ingelikuwa kula daktari huendewa, kuna haja gani watu kwenda India na hospitali imejaa? Lakini kuna mwingine hata akikwambia bure hukubali yeye kutibu, sababu yeye si daktari. Yule amekwenda kusomea kufunga vidonda, kufanya watu operation. Takhasusi yake ni kufunga watu vidonda, leo uko tayari kufanya watu operation? Utakubali mwili wako au tie kijembe? Na wako watu namna hiyo, nisfu mutatabib sasa jamani, kama tuna hadhari na, na madaktari nusunusu, mbona mona hatuina hadhari na ama shekhe nusunusu wa nisfu nahawiyin na msomi wa nahao kidogo amesoma nahao yake robo kilo, msikilize membarini hapo. Kwa hiyo Ibnu Taimia atumbia nisfu mutakallimin wa nisfu mutafaqihin wa nisfu mutatabibin wa nisfu nahawiyin hadha huyu wa kwanza yufsidu aladiana, huharibu dini. Huyu wa kwanza nisfu mutakallim, ataharibu dini tu. Na huyu wa pili yufsidu albuldana, ataharibu miji, atakwenda kutoa fatwa za kuoana za tohara, kumbe hakuna fatwa zile. Nisfu mutafaqih, na yeye kazi yake ni kuharibu miji. wa hadha, na huyu wa tatu yufsidu alabdana, ni nani? Nisfu mutatabbib, daktari nusu, usemea kidogo tiari amefunga hospitali yake naye yufsidu labdana. Ikiwa taka mwili wako uharibike, nenda kwa daktari hoyo, basi atakutia kilema cha maisha wewe. wa hadha yufsidu llisana na huyu na haunusu haribu ndimi, faili akawa ni mafuul, mafuuli akawa ni majrur, hakuna vipimo tena. Maneno haya yaonyesha kwamba kuna watu saa nyingine ile elimu nusu, kusoma kidogo ndio mara nyingi huleta matatizo, na hili ni kweli, huleta matatizo. Na saa nyingine ukikaa ukiangalia utaona matatizo mengine, chuki nyingine, kutukanana kwingine kumesababishwa ni uchache wa elimu tu. Na sisi mushkili tulionao ni kwamba kula mwenye kupanda mimbarini ni shekhi. Sisi hatuna vipimo vya wanazuoni sisi kipimo chetu kule, ukiwa mkali zaidi oh, msikia shekhe ule, wale ndio walobarikiwa, allahumma ja'alna minhum. Kwa kuwa alikuwa kitu na mato, ndio kipimo chako hicho cha elimu? Hayendi namna hiyo. Sisi kule mwenye kusimama ni shekhe kule, mwenye kuzungumza ni mufti. Mashekhe wamejaa, eh, almuftuna hawana nafasi tena. Hayendi namna hiyo. masaili ya ikhwani Uwe na vipimo kuangalia, wenye elimu hujulikanwa kivipi? Mtu kuwa ni alim hujulikanwa kinamna gani? Ni kwa mavazi? Ni kwa nini? Sasa matatizo saa nyingine huja kwamba kula mwenye kusoma pana mimbarini ni shekhe, na sisi tukambarikia, ni shekhe. Sio namna hiyo.